Habari zenu wapenzi, leo nimeamua kuwaongoza katika safari ya kuishi maisha bora yenye mafanikio. Maisha yanahitaji mpango na malengo ili kufikia kile tunachotamani, na kwa kuwa tayari umeingia hapa, basi ni ishara kwamba umeshaamua kubadilisha maisha yako kwa kuwa bora zaidi. Sasa hebu tujue jinsi ya kuishi maisha bora yenye mafanikio. Kwanza ni muhimu kubainisha malengo yako na kuyapa kipaumbele. Malengo huyapa maisha yako mwelekeo na hufanya iwe rahisi kufanya maamuzi sahihi. Pia, ni muhimu kuweka mpango mzuri wa kazi na kuutumia kwa ufanisi. Hii ina maana ya kuweka orodha ya kazi zinazohitaji kutendwa na kuzipanga kwa mpangilio wa umuhimu. Usiwe na wasiwasi wa kufanya kazi zote kwa wakati mmoja, bali kwanza tuma kazi muhimu zaidi. Kisha ni muhimu kudumisha mawazo chanya na kujitambua kuwa uwezo wako wa kufikia malengo yako ulipo. Mawazo hasi yanaweza kukuondoa mbali na malengo yako, kwa hivyo ni muhimu kuyakataa na kubadili na mawazo chanya. Pia, ni muhimu kujifunza kutokana na makosa yako na kuyatumia kama darasa la maisha. Usikatalie makosa yako, bali yatumie kama fursa ya kujifunza na kuboresha. Hatimaye, ninaomba msaada wako ikiwa umeipenda video hii. Tafadhali piga like, ishabikie kwa kuisubscribe na uandike maoni yako hapa chini. Pia, usahau kuishiriki na marafiki zako ili waweze kujifunza jinsi ya kuisha maisha bora yenye mafanikio. Asante kwa kuangalia video hii na tutaonana tena katika video nyingine.